a raisi, tunapoendelea na safari hii ya mabadiliko tunakumbuka maneno ya Peter Drucker aliyesema, njia bora ya kutabiri mustakabari ni kuubuni. Ndoto yetu ni Tanzania yenye halmashauri zinazojitegemea kifedha, zinazowajibika kwa wananchi na zinazoboresha maisha ya kila mmoja. Kama alivyosema Adam Smith, uchumi wa nchi hujengwa na uthabiti wa mifumo ya usimamizi kwa kuimarisha ukusanyaji wa mapato ndani halmashauri, sasa zinaweza kutekeleza miradi kwa kasi na kwa uwazi zaidi. Mheshimiwa Rais, kupitia maono yako tumeshuhudia ongezeko la rasilimali kwa halmashauri, uwajibikaji kwa viongozi wa serikali za mitaa na uboreshaji wa mifumo ya utendaji. Matokeo yake ni dhahiri, miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa kasi wananchi wana, wana, wanahusika moja kwa moja na Tanzania inaendelea kusonga mbele kwa uthabiti. Mheshimiwa Rais, maendeleo kwa kasi, matokeo kwa vitendo. Tunajenga nchi kwa vitendo, si kwa maneno. Serikali za mitaa ni moyo wa maendeleo. Barabara, shule, hospitali, haya ndiyo maisha bora tunayoyajenga.